Hello, habari kwa majina mimi naitwa Dr. Merry, mtafiti na mtabibu wa tiba asili na miti shamba. Karibu sana katika darasa hili. Uweze kujifunza mambo mazuri ya kiroho na ya kiasili. Habari za muda huu popote ulipo, mimi namshukuru Mungu si jambo na naendelea vizuri. Tunaweza kukutana tena katika darasa hili darasa pendwa kabisa la miti. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, subscribe, bonyeza alama ya kengele, share video na wengine wakajifunze namna ya kutumia miti mbalimbali mbali ya asili. Unaweza ukajiuliza kwenye hii video, unaweza ukaona huyu paka anachezea huu mti lakini huu mti una nguvu za kiroho pamoja na ni dawa, kwa sababu kiumbe kama kiumbe hawezi kuchezea mti bila sababu na kujua maana yake na una nini huu mti. Una nguvu sana. Mmea huu ni mdogo na mmea huu unaitwa Mgaragara na paka, ndio jina lake. Mmea huu unapatikana sana maeneo ya Pwani, ndio huwa unapendelea kuota ukanda wa pwani, lakini mmea huu ni tiba nzuri sana ya chango pamoja na ngiri, na ndio maana paka anapenda kutafuna mizizi yake, anajitimbia maswala ya tumbo na mwili pia. Lakini mmea huu pia ni dawa nzuri ya kupendwa na watu ukikausha mizizi ya huu mmea wa mgaragara na paka, ukatengeneza unga wake vizuri, na ukao unatumia kuoga, unakusafisha na pia unakupa nguvu ya kupendwa na watu, kama ulivyokuwa unapendwa na paka. Basi mti huu una nguvu na una maajabu makubwa sana katika kukufanya wewe nawe upendwe na jamii na watu wanaokuzunguka. Mti huu pia una faida sana kwa watu ambao wanapenda kutuliza mahusiano yao na kuwaweka sawa na kuweka ulinzi katika ndoa zao. Mmea huu utatumia mizizi yake. Utachuma mimea mingi ya huu mmea wa mgaragara na paka, kisha utampa paka, kama mimi nilivyofanya hapo. Ukishampa paka, atakulakula mizizi yake, atagalagala hapo, utakata tu mizizi yake kwenye shina, utaanika. Ukishamaliza kuianika utatwanga, utasaga kwenye mashine ambayo inaweza ukasagia dawa na vitu vigumu, upate unga wake. Ukishapata unga wake, utatumia kuweka kwenye mafuta unayopaka mafuta ya maji, kwa ajili ya kupendwa na mwenzi wako. Na pia mzizi huu ukiutafuna na ukaenda kuzungumza na mtu ambaye una malengo naye mazuri na mna mazungumzo mazuri, unakupatia matokeo kwa haraka zaidi, na mtu huyo atakusikiliza vizuri kabisa. Faida ya huu mmea wa mgaragara na paka ndio hapo katika mahusiano katika kutibu chango, kupendwa, kusafisha mwili na nyota, na pia ni limbwata. Kwa kutumia unga wake, ha utatumia unga wake kumtuliza mwenza wako kwenye chakula, unaweka tu kidogo kwa manoizi, kidogo sana manuizi, kwa manuizi maalumu kwa ajili ya huyo mtu ambao unahitaji kumtuliza, na unahakikisha huyo mtu umempenda kweli, una malengo naye kweli, na huyo mtu mko naye karibu sana na muda ana, an, mwingi anatumia na wewe, utakuwa we rahisi kuweza kumtuliza vizuri na huo Mzizi wa mgaragara na paka. Kwa hivyo, wa mpendwa mtazamaji wa video hii, hizo ndo faida za mmea wa mgaragara na paka. Kama nilivyokuelekeza, utaweza kutumia kukausha mizizi yake, unasaga, unapata unga wake, unafanya matumizi yake kama nilivyokuelekeza. Lakini pia unaweza ukajipatia dawa mbalimbali mbali, kama unavyoziona hapo, dawa za kila aina kulingana na changamoto yako. Unasumbuliwa na chango ngiri, unasumbuliwa na mapenzi, umekimbiwa, biashara haziendi, mtoto shule ha haelewi vizuri, unapata changamoto kwenye biashara, nyota yako imechafuka umeandamwa na mikosi na watu kila siku, kesi haziishi. Dawa hizo hapo zitakusaidia kulingana na changamoto yako. Kikubwa uwe na imani na utumie dawa vizuri, zikupe matokeo. Na kuomba usubscribe, bonyeza alama ya kengele, share video, wengine wakajifunze pia, na utoe maoni yako na ulike video hii kama umeipenda, na kama umefaidika na darasa hili la huu mti wa mgaragara na paka. Mpendwa wa mtazamaji wangu, mimi nakushukuru sana kwa kusikiliza na kutazama video hii mpaka mwisho. Basi tutaonana katika darasa lingine, na Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa kuwa nami katika darasa hili.